Mkoani Katavi ambako baadhi ya wakazi wa mikoa ya Katavi, Rukwa na Kigoma wamekumbwa na hofu usiku kwa mkieleo kufuatia tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 5.7 kwenye kipimo cha Richa lililotokea nchini Zambia na kuleta athari katika maeneo ya mikoa hiyo. Mkuu wa mkoa wa Katavi Meja Jenerali Rafael Mhuga amesema tetemeko hilo linaripotiwa kuambaa kwenye mwambao wa ziwa Tanganyika ambalo linapitiwa na bonde la Ufa kwa zaidi ya dakika moja na inakadiriwa kwa zaidi ya richi tatu na, na zaidi katika mkoa wetu, lakini mpaka leo asubuhi bado hatujapata taarifa yoyote ya kuonyesha madhara ya tetemeko hilo, lakini bado naamini kwamba tutaendelea kupata taarifa kutoka vyanzo muhimu, vyanzo husika, ili kuweza kujua tetemeko hilo linaweza ilianzia Yes, hapo na kiasi cha kuweza kufika sasa, kwa mkoani hapa tuna wataalamu hao, naamini kwamba tutapata hizo taarifa kuthibitisha tukio hilo, lakini binafsi nimelisikia na watu wengi walipiga simu kuhusu tukio hilo. Kwa hiyo hapo jana usiku saa tisa na dakika thelathini. Eh, nimeweza pia kuzungumza na baadhi ya watu ambao wameweza kuzungumzia eh, jinsi ambavyo wameshuhudia lilivyotokea na heka heka zilizokuwa zikifanyika. He, kwa usiku ule katika kipindi hicho kile, mimi nilikuwa nimelala, nikasikia kitanda kinatikisika kwa nguvu zote. Nilishuka sana lakini sikujua ni nini, kwa sababu ni maendelezo ya mvua, ilikuwa inanyesha kidogo. Kwa sababu kuna ma madini mengi, ndio inakuwa ni, ni, ni, ni pwani ya, ya, ya matetemeko, yaani ukanda huu wa bonde la ufa wanasema, mtikisiko ulikuwa mkubwa, kwa maana sio kawaida kawaida ukiwa ndani, mtikisiko wa aina hiyo saa tisa ile. Mimi binafsi kabisa mimi kwa kwa kitu kama ndio ikaanza ti ti ti ti ti, wewe utafikiri unakwenda unaanza tena. Kutoka hapa mkoani Katavi, mimi ni Adolf Mbata wa TBC.